Ndugu zangu Ibilisi alitukua ahdi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ahdi alioichukua si kwa wewe hutoswali. Hana ahadi hiyo, kwamba mimi nitawafanya wasiswali, la swalini nyinyi. Mimi nitawafanya wasihifadhi Qur'ani, hifadhini. Mimi nitawafanya wasi, was, wasitoe sadaka, toweni. Mimi nitafanya wasi, wasijenge misikiti, jengeni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

aw man razaqahu allahu imraatan salihatan faqad aanahu allahu ala shatri dinihi faliyattaqi llaha fi shatri albaqi, kwa maana dini igawanye nusu mbili. Dini igawanye nusu ngapi? Mbili. nusu moja nzima e, imepewa ndoa. Hebu chukua wewe kutumia akili yako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

almara alati hasalat shahadat lulia fi mahad kadha waidha nadharta ilaiha saratka, mwanamke ukimtazama, anakufurahisha kwa viegezo upendavyo kufurahika, iwe katika kuona. Maana kila mmoja kinacho kimfurahishacho, nitakalo, ujumbe nitakao katika hii hadithi ni masuala kwamba ndoa ni dini nyingine, yani ni ukamilifu wa upande wa dini. Wakati unapokuja unaambia, bwana shehe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

Je, umfikiria bibi harusi sijui akavaa nyeupe au nyeusi au nyekundu sijui ikapendeza vipi. Na sisi tulioko hapa hatufikirii haya, hufikiria hoko kumekwa pilau biriani mandi. Kwa hiyo likulli maqamin maqal. Wakati insha allah Mwenyezi Mungu aijalie hadha zawaj zawaju yumnin wabaraka, inshallah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 Ili tu uwe wa kwanza kupata video zetu usiache kubonyeza button nyekundu yenye neno subscribe na alama ya kengele, kama bado hujafanya hivyo, asante.